Mandisi Manara Tabu Mbumba mkazi wa manispaa ya Kahama lakini pia ni mkurugenzi wa Manala Foundation, asasi ambayo eh, ilipata usajili wake katika ngazi ya kitaifa toka elfu mbili na ishirini na nne rasmi, ingawa imekuwa ikifanya majukumu yake huko nyuma tokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na na, na kwa sasa makao makuu ya taasisi yetu yako Dar es Salaam, lakini pia tunalo tawi ambalo ya... linaendelea kufanya majukumu yake katika manispaa ya Kahama. Aa, ni kweli kwamba eh, asasi hii ilianzishwa mahususi ili kushirikiana na wadau wengine, lakini kushirikiana na serikali katika kuleta msukumo mkubwa wa maendeleo kwa ujumla ndani ya jamii zetu, pamoja na mambo mengine Asasi hii inayo dira ambayo dira kuu ni kuhakikisha kwamba inaiona jamii ya Watanzania inayostawi siku hadi siku katika maeneo ya kiuchumi, kielimu, kiafya pamoja na mazingira ndani ya nchi yetu. Na yako ziko di, malengo ya muda mfupi na malengo ya muda sema miongoni mwa malengo ya muda mrefu ambayo nitazungumza hapa e, ni kuhakikisha kwamba e, taasisi yetu inakwenda e, kuwa na huduma rafiki katika jamii katika maeneo ambayo inashughulika nayo. Kwa mfano kwenye swala zima la elimu, tumejipanga kuhakikisha kwamba ndani ya miaka mitatu mpaka mitano ijayo taasisi yetu inakwenda kuwa na vituo vya umahili kwa ajili ya kulea ama ku, kuibua e, vipaji pamoja na kuongeza ujuzi kwa Watanzania katika maeneo ambayo yanaweza kuwajengea e, uwezo wao kujiinua kiuchumi, kuhakikisha e, kwamba e, watu wetu sasa wanapata maarifa e, ama ujuzi unaowezesha kujiajiri baada ya ujuzi ule na waweze kufikia malengo ambayo wamejiwekea kama jamii. E, ndugu mtangazaji, kama nilivyosema, sisi tulianza majukumu yetu mwaka 2022. Ingawa usajili tulipata mwaka wa 2024 chini ya Wizara ya Afya, I mean, Wizara ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na mafundi maalum. E, miongoni mwa mambo ambayo tumeyafanikisha kwa, kwa kiasi kikubwa ndani ya manispaa ya Kahama ambapo ndipo tumekwishaanza majukumu yetu. Eh, kwenye eneo la afya mpaka sasa tumeshahudumia vijana ama makundi maalum yenye uhitaji kwa kutoa bima za afya ambazo tulienda kwenye vituo vya watoto yatima na tayari watoto takribani sitini wameendelea kunufaika na bima za afya kwa kupata matibabu na kwa kuakisha kwamba wanastawi ama wanakuwa na afya zinazokubalika ndani ya jamii zetu lakini kwenye upande wa elimu pia tumeendelea kutoa misaada ya vifaa vya kufikia wanafunzi na kuwawezesha waweze kusoma, lakini pia tumeendelea kutoa ufadhili kwa watoto wanaotoka kwenye familia zisizojiweza pamoja na wale wanaofanya vizuri sana kwenye shule za msingi kwenda sekondari, a kidato cha nne kwenda cha tano, ikiwemo kutoa bima kwa wale wanaopata ufaulu wa wastani wa division 1 bila kujali idadi ya hawa wanafunzi. Lakini pia kwenye mazingira, tumeendelea kuhamasisha ama kufanya kampeni kabambe ya matumizi ya nishati safi kama ambavyo sera ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo amelipa msukumo sana swala la matumizi ya nishati safi kuhakikisha jamii zetu zinanufaika. Na sisi kama taasisi, kwa sababu tumemulika eneo la mazingira, tumelipa msukumo jambo hilo na tumeendelea kufanya hamasa kwa jamii kuleta uelewa mkubwa kwa nini watu waende kwenye nishati safi badala ya kutumia e, nishati ambayo yakutumia wakati wote. E, kwanza, mimi ni kabla sijazungumza changamoto, nishukuru ni, ni sana serikali kupitia mamlaka zinazohusika kwenye wilaya yetu ya Kahama ama manispaa yetu ya Kahama. Nitumie fursa hii e, kumshukuru sana e, mkurugenzi wa manispaa ya Kahama pamoja na timu yake yote kwa ushirikiano mkubwa ambao umeendelea kutupa. Ee, changamoto ziko nyingi kama unavyofahamu, mafanikio changamoto, moja ya jambo tunalokumbana nalo ni uhaba wa fedha ya kuhakikisha tunafanya miradi mikubwa zaidi inaweza kugusa wananchi, hususan ya, ya, ya, ya, ya vijijini. Kwa hiyo tumeendelea kujipanga kwa kuendelea kutoa elimu na kuzishirikisha mamlaka za kijamii ndani ya maeneo hayo ili kuleta imani ya taasisi hii kwa wananchi. Lakini tunaendelea kuwashirikisha wadau, kwa maana ya wananchi, kuanzia hatua ya mwanzo wa uanzishaji wa mradi ili wawe na, na ule dhana ya umiliki, na kuona kwamba taasisi hii ni ya kwao na siyo taasisi inayofanya mambo ambayo labda hayana uhusiano kwenye jamii yao moja kwa moja. Changamoto hizi zimeendelea kutatulika moja baada ya nyingine, na tunashukuru pia wadau wengi kwenye eneo la fedha wameendelea kujitokeza kuunga mkono juhudi hizi kubwa zinazofanywa na taasisi yetu kuhakikisha kwamba eh, mambo haya ama miradi hii inakamilika na, inatimilika, eh, na inakamilika, inaweza kuleta eh, tija kubwa kwenye jamii zetu. Kama tunavyofahamu, ndugu mtangazaji, mashirika haya ya kijamii ama asasi za kiraia zinapata usajili wake kupitia Wizara ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na Makundi Maalum. Kwa hivyo, eh, baada ya kusajiliwa, tunatambulishwa kwenye mamlaka ambapo tunakwenda kufanya kazi zetu, tunavyotambulishwa sana kwenye serikali. Na kwa hili mimi nitumia wasau kuishukuru wizara husika pamoja e, na mamlaka zote ambazo zi, zimeendelea kutupa ushirikiano mkubwa sana katika wakati wote tunafanya haya majukumu e. Kwenye manispaa ya Kahama ziko e, taasisi nyingi za umma na mashirika binafsi ambayo yameendelea kushiriki nasi kuhakikisha miradi hii inakwenda kutimizwa kwenye jamii ambazo tunazihudumu. Mashirika ni mengi, lakini kwa umuhimu nitambue e, mchango mkubwa wa, wa manispaa yetu ya Kahama chini ya kupitia e, ya mkurugenzi wa manispaa hiyo pamoja na idara zake zinazohusika na taasisi hizi moja kwa moja, lakini pia na, na sekta zinazohusiana na yale ambayo tunayafanya sisi, kwa mfano idara za elimu, idara za afya, mazingira, pamoja na habari za uchumi ama afisa maendeleo wa maeneo wa maeneo maeneo ambayo sisi tunahudumu, kwa kweli wameendelea kutupa ushirikiano mkubwa sana. Lakini pia wadau kwa ujumla, yako mashirika makubwa, mojawapo Buzwagi Gold Mine ambayo ulikuwa ni mgodi mkubwa kabisa kwenye manispaa yetu, tunawashukuru pia kwa mchango mkubwa, pamoja na wadau wengine wameendelea